Tazamaji, wito umetolewa kwa jamii ya Wamaasai eh, hasa wafugaji katika Kaunti ya Narok kupeleka ng'ombe wao kwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kinywa na miguu kwa mifugo. Akizungumza katika shule sekondari msingi ya Ola City eneo bunge la Narok mashariki, wodi ya Suswa, gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu alipuuza madai kwamba chanjo hiyo siyo salama kwa mifugo. Kwa sababu ya watoto wa shule, asante. Tumetangaza ya kwamba tutakuwa na vaccination ya foot and mouth disease. Tuta launch tarehe saba ambapo tunataka kudunga ng'ombe zaidi ya milioni moja na nusu ambayo iko karibu, iko kwa hii kaunti yetu. Kama mjuavyo, hii kaunti ya Narok ni namba mbili kwa mambo ya ng'ombe, kondoo na pia mbuzi ili tuhakikisha ya kwamba hii ugonjwa ambayo inasumbua eh, eh, eh, watu wetu wa wataenda kusaidika. Kuanzia juzi, hiyo kazi ya kurejista wapigaji kura imeanza, na ndivyo uweze kuchagua mtu mwenye unapenda, na utoe mwenye utaki. Tafuta kadi yako, ili uweze kuchagua mwenye unataka.